Kama bahari mnazoziona katika ardhi zingalitumika kwa ajili ya kuchambua maneno ya Mwenyezi Mungu, bahari zote duniani zingalikauka kabla hamjamaliza kufanya uchanganuzi wa maneno ya Allah. Hata kama tungelileta bahari mfano wake tena, msingaliweza. Na ukenda katika sura nyingine pia, Allah subhanahu wa ta'ala sema

mkaichukua mkachukua miti yote duniani kama kalamu, walbaharu yamudu, alafu mkachukua bahari zote duniani mkazifanya kama wino wa kuweka kwenye hizo kalamu za kuandikia, kalamu zenyewe ni miti yote duniani. min ba'dihi sab'atu abhur, na mkaishiwa bahari, alafu mkaletewa tena bahari za aina hiyo mara saba, manafidat kalimatullah, bado msingeweza kufanya uchambuzi wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau jina bimithlihi madada, huko Allah sema walau jina bimithlihi madada, hata kama tungeleta mfano wa wino mfano wake bado hamngaliweza. Anatupigia taswira kuonesha kwa mfano wa Qur'an, chukulia mfano wa Qur'an. Ni kitabu ambacho tumekichukua tumeweka pale kwenye shelf, kidogo kwa umbo, lakini kinazungumza maisha yote ya wanadamu yote. Na tunasema kwa tafsiri ya aya hizi mbili, kwa mfano qul law kana al bahru midada li kalimati rabbi lanafida al bahr qabla an tanfada tanfada kalimati rabbi wa law ji'na mithlihi madada na hii walau anna ma fi al-ard min shajarati shajaratin aqlam wal-bahr yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatu Allah, maana yake ni kwamba vitabu vyote ambavyo viko libraries katika ulimwengu ni uchambuzi wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa elimu ambazo ni batili. Elimu zote sahihi zilizo katika mavitabu yaliyo katika libraries za dunia ni uchambuzi wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na unaweza kukuta aya moja tu ndani ya Qur'ani, wakatamalaki watu wengi wakawa maprofesa wengi katika aya moja tu. Kwa hiyo uandishi wote wanachambua Qur'ani. Bal aktharuhum la ya'lamun, watu wengi wanakuwa hawajui. Hakuna elimu mpya, hakuna kitu kipya, kila kitu kiko ndani ya, ya Qur'ani kwa hiyo kwa lugha nyingine Allah subhanahu wa Ta'ala anatuhitaji tuisome Quran katika mafunzo ambayo yanapatikana katika aya hii. Maanake Allah anatutaka tuisome Quran na tuisome, tuielewe ili tupate kuifuata na ili tupate hiyo pepo ya ya Firdaus. kama Qurani ingalifuata na ulimwengi. kama Qurani ingalifuata na ulimwengi Mngeona, mngeona maisha ya starehe na raha kabisa, ya amani ya kweli inayopatikana. Lakini bahati mbaya, hata wale waislamu ambao wamepewa Qur'an hiyo, Qur'an hawaisomi katika kiwango hicho. Na mfano ndio sema, nikasema unaweza kuhesabu tangu tuliposema ni katika sunna kusoma sura tul Kahfi kila aljumua, kam min unasi yaqraun, ni wangapi mpaka sasa wanasoma na katika kusoma tukasema kwamba Qur'an inaweza kuwa na maeneo kuna kuisoma Qur'an katika matini ya Kiarabu, lakini kuna kuisoma Qur'an ukafahamu kilichomo ndani yake, kuna kuisoma Qur'an ukafahamu kisha ukaifuata. Na Allah anapoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuja kushtakia watu ambao hawakuipa haki Qur'an, inakuja katika maeneo yote yale. Ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa anasema kwa kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Anasema Mola wangu, hawa watu wangu mimi wakati mtu anafanya kazi ya kushufaia watu wengine, lakini kuna watu watashtakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa watu walifanya Qur'ani kuwa ni kitabu kilichohamwa. Kuna watu wasiosoma kabisa, walikuwa hawasomi kabisa. Lakini kuna watu waliosoma, hakuweka jitihada ya kujua kinachosoma kina maana gani. Na kuna watu pia walisoma wakajua maana, lakini hawakuingiza kwenye utekelezaji katika maisha ya kila siku. Hawa watu watashitakiwa kwa Allah subhanahu wataala, na kinyume chake wale waliofuata hizi hatua zote wao watakuwa katika daraja kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo, Qurani ni kitabu ambacho kwa umbo ni kidogo sana, lakini ndicho kitabu ambacho kinatupa sisi heshima Popote ikiwepo Qurani ikasimamia jambo fulani, kila ambaye anaweza kuja kuchallenge yeye ndiye ataondoka ameshindwa. Almuhimu ni kwamba tusomeshe watoto wetu Qurani, tusome sisi Qurani, pamoja na jitihada za makusudi ambazo e, tunazifanya za kujua kuisoma kwa kuirani kawaida na hakami zake, lakini pia ni lazima tujue yaliyomo ndani ya ya Qurani. Sisi tusome, lakini pia tubisishe vizazi vyetu ili watu waweze kuishi kwa mtazamo wa Qur'an. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Allah anahitimisha sura Al-Kahf kwa kusema sema, uwaambie, innama ana basharun mithlukum, mimi ni mtu kama nyinyi, yuha ilayya, tofauti yetu mimi, kwa maana ya mtume sallallahu alayhi wasallam asema tofauti yangu mimi na nyinyi, mimi napata wahai kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Annama ilahukum ilahu wahid, kwamba mola wenu mlezi ni mola mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbi, basi katika nyinyi kama kuna mtu ana matarajio ya kukutana na mola wake mlezi akamlipa vizuri, falya'mal amalan saliha, asitegemee kitu kingine yeye afanye matendo mazuri, aweke bidii katika kufanya, katika kuweka khairi yoyote ambayo unaifahamu usiyache. Na katika kutuhimiza Mtume sala Llahu alayhi wasallam akasema, la tahqiranna minal marufi shay'a, usije kudharau katika wema chochote, walau an talqa ahaka biwajhin talqin, hata kama ni kukutana na ndugu yako ukawa na uso wa bashasha, ukafurahia kukutana na ndugu yako Mwislamu. Ilo peke yake linalipwa, inahesabika ni sehemu ya sadaka, nalo usilidharau. Na kinyume chake ni sahihi, usifanye katika uovu ukaudharau. Usidharau uovu wowote, hata kama ni kuchukua kipande cha mswaki wa mtu bila ruhusa Usidharau, huwezi kujua itakugharimu kwa kiasi gani. Na mifano tumepewa katika mafundisho ya Uislamu, wako watu ambao wamehalalishiwa pepo kwa sababu ya kumlisha mnyama. Yaani mtu anapita katika riadhsali. Ametajwa mdada mmoja katika wakati uliopita kabla ya Mtume saw, ilitokea akawa ana ana kiu kikali. Bahati nzuri akafika sehemu akaona kisima Alipoona kisima chenye maji akashuka, akaenda kunywa maji, na alipotoka amepanda tu hivi juu, akamwona mbwa. Mbwa yuko anahangaika, anakula mpaka mchanga kwa sababu ya kiu. Yule dada akasema, huyu mbwa atakuwa amepata kiu kama cha kwangu, akaleta ile hisia. Sasa akawa hana sehemu hata ya kumchotea maji, Akavua haufu yake kama kiatu, akavua akashuka chini akachota maji, kisha akamletea yule mbwa. Yule mbwa kwa kuhaha akaja kunywa yale maji, akanywa yale maji. Baada ya kumaliza ile ikawa ndiyo amali ambayo Mwenyezi Mungu amesimenti asema, kwa hii huruma amekuwa nayo huyu, huyu anastahili kuwa peponi na Allah akikuhalalishia hapo kuingia peponi, maana yake anakulinda. Sasa ili amali hii ambayo umeifanya isipotee, mpaka ukutane naye akutie peponi. Jambo moja tu. Lakini mambo hayo yote kwetu hayana guarantee. Ndio maana lazima ufanye kila kitu kinachojitokeza, kila kheri unayoona inajitokeza mbele yako lazima uifanye, kwa sababu wakati wa kufanya kwako kuna ofa inaweza ikatokea ikawa ndio bahati yako, Mwenyezi Mungu akakupa ofa kwa tukio fulani, ukakutana na mtu ana ana hali ngumu ya maisha, ukaamua kumbeba ukaenda naye. Sasa kama mtu kaingia peponi kwa kumbeba mbwa akamnywesha, vipi binadamu mwenzio? Lakini tuna tunaona pia katika history katika Uislamu kuna mtu anaingia motoni kwa sababu ya kufanya khiana ya joho tu, kama tulivyoona katika hotuba iliyopita. Kwa hiyo mtu asidharau katika wema chochote, wala asidharau katika mambo ya mambo mabaya chochote. Kila kitu kichukulia, kinaweza kuniingiza motoni, na kila kitu kichukulia, kinaweza kuniingiza peponi katika mambo ya khairati. Falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbihi ahada jitihada kubwa wakati wa kufanya hizo amali njema. Tahadhari iliyotolewa na Mwenyezi Mungu, mtu asifanye shiriki, asimshirikishe Mwenyezi Mungu kwa chochote.